Huu ni ujumbe kwa rais wetu. Kichwa chake ni damu ya mwanadamu siyo damu ya kuku au kondoo. Bwana Rais, damu ya mwanadamu ni uhai. Kwa Kiingereza anasema it is life sacred, na Mungu ndiye anayepeana. Kaini alipomua Abeli damu yake ilikuwa inalia kwa mchanga kwenye ardhi ikitaka haki na kulipiza kisasi. Mwanzo nne mstari wa kumi hadi kumi na mbili Mungu anamwambia Kaini, umefanya nini? Sikiliza, damu ya nduguyo inalia inalilia mimi kutoka kwenye udongo, na sasa uko chini ya laana kwa maana ardhi imenyonya damu ya ndugu yako. Hata ukilima haitakupa mazao tena, na wewe utakuwa mtangatangaji, mtu akutangatanga ardhi. Ikalaaniwa kama ardhi ya Kaini, laaniwa kwa ajili ya damu ya mtu mmoja Abeli. Je, ardhi yetu kama wa Kenya? Je, ardhi ya hawa wauaji na wakuu wao imelaaniwa kiasi gani? Kijana mdogo Albert ameuawa kinyama, akachukuliwa kutoka kwao nyumbani kule Homa Bay kwa ajili ya kuzungumza kilichokuwa kwenye ufahamu wake, maneno yasiyo na silaha, maneno yasiyo na bunduki. Na tunasema tuko na demokrasia, tunasema tuko na uhuru wa kuongea, na polisi wanadanganya kinagaubaga, Eti kijana alijiua kwenye seli na hawajashikwa kwa ajili ya kumharibia jina. Na yule aliyesema kijana ashikwe alikuwa anasema kijana amharibia jina, hapa tunamharibia jina? hata kat, hata katika mauti yake ya mwili nafsi yake inaishi. Hawa wanaodanganya, wanaodanganya wananchi kusema amejiua, mbona hawajakamatwa na wao kuwazungumzia hata neno moja tu? Unaogopa kuuliwa Je, hii ndio nchi ambayo unataka kuiongoza? Hii level ya intolerance, niseme kwa Kiingereza, it's an absurdity. Yaani sijui nisemeje kwa Kiswahili. Hali hii ya kiburi na kutokuvumiliana ni hali ambayo imefika kiwango kingine. Vijana wengi wadogo toka mwaka jana, wajenzi, na wajenzii zaidi ya hamsini na wameuawa familia zao zinalia zinateseka zina machungu na kuna wale ambao wanacheka kwa sababu wana nguvu na hawagusiki. Kijana Albert wazazi wake wanapitia uchungu usio na kipimo, mateso makali, kwa maana kijana wao wa pekee amekufa. Mwanao wa pekee, hawana mwingine wala wa kike wala wa kiume, ameondoka kabisa hawatamuona tena. Hebu jiweke kwenye kiatu cha baba yake au mama yake. Mauaji yale ya kule kwa kwenye Kware bado hawajajua ilikuwaje. Vijana wengi wanakamatwa abductions, maeneo mengi ya nchi, lakini wataalamu wachunguzi, intelligence inaweza kwa usiku mmoja fuatilia na kugundua ya kwamba mheshimiwa mmoja member of parliament alijiteka nyara, lakini wanaua watoto wetu mpaka sasa hawajulikani. Hata makuhani wanauawa, watumishi wa Mungu. Father Maina wauaji wake wako wapi? Father Lois Cheriot Bates waliomuua kwa bado wanatembea tu. Wengi wanashikwa wanauawa. Je, hii ndio serikali ambayo tungependa. Hii, tutasema ni ile business as usual, mambo yako sawa, watumishi wa Mungu kufa kama kuku. Na Mungu ameonya kwenye mambo First Chronicle 16:22 na Zaburi 105 mstari 15, usiguse, do not touch the anointed of God, usiguse mtumishi wa Bwana, manabii wa Mungu usiwaumize. Bwana Raisi, sijui kama watanijia kwa ajili ya kuzungumza kwangu kwa maana hakuna aliye na usalama tena. Hivi ndivyo Wakenya wanavyosikia sasa hivi. Wanaweza wakaua mwili wangu, Bwana akikubali, lakini nafsi yangu hawezi kuifikia, kwa maana Mungu ananiambia kwenye Mathayo 10:28 nisiwaogope wale wanaweza kuua mwili tu, mbali ni mwogope yeye anaweza kuua mwili na nafsi kule Jehanamu. Mitume wote walikufa vifo hatari. Mmoja tu ndio akufa kifo cha aina hiyo. Kwenye Ufunuo kumi na mbili mstara wa kumi na moja tunaambiwa mitume hawakupenda hawakudhamini maisha yao sana, mpaka walikuwa tayari kufa kwa ajili ya ukweli, na, na, na hii ndiyo maana ya Ukristo. Hii ndiyo maana ya kuwa shahidi. Shahidi yabadilishi upande aliyomo. Kama uko kwenye upande wa ukweli ya ubadilishi ukibadilisha na kuwa shahidi wa uongo. Walikuwa tayari kufa Ukristo huu, hata kwenye risasi au mateso yanayoyote ile. Somo yangu Stefano alipigwa mawe akawa anakufa mwili, lakini anaona mbingu zimefunguliwa. Bwana Rais, kweli mi nilifikiri umeokoka au nimekosea, sijui. Na kama kweli umeokoka, basi chukua hatua Bwana Rais, Chukua hatua tena kwa haraka, kwa sababu usipochukua hatua damu hii pia itakuwa juu yako, kwa maana ni kama utakuwa umekubali haya mambo yaendelee. Damu ya wanadamu sio damu ya kuku, haiwezi kuchukuliwa jinsi ninavyoona Kenya leo. Hata wakati wa Moi hatukuona kiburi cha namna hii, watu wakisherekea kuua maeneo mengine, wakati wengine wanalia Haiwezi kuwa ni biashara endelea kama kawaida, business as usual. Hii siyo damu ya kuku, hii ni damu ya mwanadamu, na ni sacred, ina umungu ndani mwake. Mungu ametia pumzi yake ndani ya mwanadamu. Kiburi tunachoona kwenye maofisa wa serikali, uporaji mali ya umma, ama sijui niseme, kuna jinsi uchumi wetu kwa, kwa, kwa ufisadi unaoendelea kwa kweli hauleti shangwe kwa Kiingereza, anasema is barbaric and inhuman. Kumbuka, inawezekana miaka sabini naye inayekuja hawa wezi wa mali ya umma wote, inawezekana hakuna atakayekuwa hai na hakuna atakayebeba chochote, na pengine wataungana na tajiri mkumbavu kule kwenye moto wa milele tena waache nyuma zile laana kwenye watoto wao na wajukuu watakaokuja wasipobadilika. Anayebadilika na kurekebisha mwenendo, na hii pia inamaanisha kuregesha mali ya umma ambayo imeibiwa kwa mabilioni, au sijui ni matrilioni siku hizi. Kwa maana hii vitu vyote ni vanity, ni, ni, ni utupu tu. Hakuna atakayebeba hata shilingi moja. Kwa kweli ni aibu kubwa kwa serikali na viongozi wa wa, wa wa kisiasa ambao wengi wanatajirisha tumbo zao tu. Kama hali haitaangaliwa, bwana Rais, ukweli ni kwamba sio jenzi tu watakuwa kwenye mitaani mbali, wa Kenya wa tabaka zote. Kwa maana sahihi ni kutetea maisha sahihi, sio tena right to life ya watoto ambao hajazaliwa, kutetea maisha ya watoto walio kwenye tumbo kutolewa mimba na kuuawa mbali, sahizi ni kutetea haki ya kuishi kwa vijana watoto na no watu wazima wa Kenya. Kwa maana sasa hizi wa Kenya wanaona ni kama mnyama anayewindwa wakati wowote, wa tunaishi kana kwamba tuko kwenye eneo la vita kila siku, watu kutekwa nyara na kuuawa kinyama. Tunaangalia matelevisheni tukitaka kujua leo ilikuwa ni nani tena. Jamani, siyo nchi ambaye tunaita dream country tuliyoiyotea ambaye watu wengi hata watalii wameipenda siku nyingi tu. Kanisa na mashirika yote ya dini ni lazima yaamke na kukemea na kuchukua hatua kushinda hii demon, huyu pepo, ili jini ambalo limeinuka na pembe zake zinamea siku baada ya siku. Mungu, hurumia Kenya na Wakenya na utuokoe Bwana. Kutokana na hali hii savagery barbaric and inhuman, hali ya utumwa mkubwa kwa watu wako, Mungu inuka na uokoe nchi yetu, kwa maana damu ya mwanadamu siyo damu ya mbuzi. It is sacred. wa Kenya tutazame juu kwa baba yetu wa mbinguni. Zaburi 121 mstari wa kwanza na wa pili unasema, msaada wangu naangalia juu milimani, msaada wangu utatoka wapi? msaada wangu utatoka kwa Bwana aliyeumba bingu na nchi. Ee Mungu, bariki taifa hili, bariki watu wako wasawa wanaoteseka na, na utupiganie vita vyetu. Amina, kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu. Amina.